Hakika hii ndiyo riziki yetu isiyomalizika. hadha wa inna lit-taghina la sharra ma'ab, ndiyo hivi, na hakika wenye kuasi bila shaka watapata marejeo mabaya kabisa. jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad, nayo ni jahannam, jahannam, wataingia humo, nacho hicho ni kitanda kiovu mno cha kulalia.

waseme lakini nyinyi hamna mapokezi mazuri nyinyi ndio mlio tusababishia haya, na hapo ni pahala pabaya kabisa. qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu adhaban dha'fan fi an-nar. Waseme, Mola wetu Mlezi, aliyetusababishia haya, mzidishia adhabu mara mbili motoni

Tulikosea tulipowafanyia maskara, au macho yetu tu hayawaoni? Hakika hayo, hayo bila shaka ndiyo mahasimiano ya watu wa motoni wa ma min ilahin illa allahul wahidul qahhar sema hakika mimi ni mwonyaji tu na hapana mungu ila allah mmoja mwenye nguvu rabbus samawati wal ardhi wa ma bainahuma al azizul ghafar mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake mwenye nguvu mwenye kusamehe Qul huwa naba'un 'azim, Sema, hii ni habari kubwa kabisa. Antum 'anhu mu'ridun, ambayo nyinyi mnaipuuza. Ma kana liya min 'ilmin bil mala'i al a'la iz yahtasimun, Sikuwa na elimu ya mambo ya viumbe wakuu watukufu walipokuwa wakishindana.

Na itakapomkamilisha na, na kumpulizia roho inayotokana nami, basi mwangukieni kwa kumtii. Fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un, basi malaika wakati wote pamoja. Illa iblis istakbara wa kana min alkafirin, sipokuwa Iblisi alijivuna na akawa katika makafiri. Qala, ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Astakbarta am kunta min al 'alin. Allah akamwambia, ewe Iblisi, kipi kilichokuzuia kumtii yule niliyemuumba kwa mikono yangu? Je, yeah Umejiona mkubwa au umekuwa katika wakuu kweli? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Akasema mimi ni bora kuliko yeye, umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo. Kala,

Mola wangu mlezi nipe muhula mpaka siku watakayefufuliwa viumbe. Qala fa innaka minal munzarina, Allah akasema basi umekwisha kuwa miongoni mwa waliopewa muhula. Ila yaumil waqtil ma'lum, mpaka siku ya wakati maalum. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, akasema Iblisi "Na hapa kwa utukufu wako, bila ya shaka nitawapoteza wote, isipokuwa wale waja wako miongoni mwa waliochaguliwa. Akasema, haki na haki nitaisema.

Sema ewe Mtume, sikuombeni ujira juu ya haya, wala mimi si katika wadanganyifu. in huwa illa dhikrun lil alamin, hayakuwa haya ila ni mawaidha kwa walimwengu wote.

Zindukeni, dini khalisi ni ya Allah tu. Na wale waliowafanya miungu wapenzi badala yake Allah, walipoulizwa sababu ya kufanya hivyo walijibu kuwa sisi hatuwaabudu isipokuwa tu wapate kutusogeza karibu na Allah. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun

na hufunika mchana juu ya usiku na amefanya jua na mwezi vitumike. kullu yajri li ajalin musamma ala huwa alazizul ghaffar, kila kimojawapo kinakwenda kwa kipindi kilichowekewa. Dueni mtanabahi, yeye ndiye mwenye nguvu mwenye kusamehe. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj, amekumbeni kutokana na nafsi moja, kisha akamfanya mwenziwe katika nafsi ile ile na akakuleteeni wanyama wa mifugo wa jozi nane.

Anakuumbeni katika matumbo ya mama zenu umbo baada ya umbo katika viza vitatu. Huyu ndiye Allah, Mola wenu mlezi, ufalme ni wake, hapana Mungu isipokuwa yeye. Basi nyinyi mnageuzwa wapi? ankum wala wa in tashkuru yardhahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra Mkikufuru, basi Allah si mwenye haja nanyi lakini afurahii kufuru kwa waja wake na mkishukuru, yeye hufurahika nanyi wala mbebaji, habebi mzigo wa mwingine Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bizati s-sudur, kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu mlezi, hapo watakwambieni mliokuwa mkiyafanya Hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliyomo vifuani.